Na hapa ni kukumbushe tu ya kuwa ndani ya podcast yako ndio mahala pekee ambapo tunakuletea maarifa yenye maana ili kukutia moyo na kukuwezesha kuishi maisha yenye kuleta maana, lakini maisha yaliyosimikwa uimara katika upendo wa Mungu wenye kuleta mabadiliko. Na kama ilivyo ada na kawaida yetu, leo pia nimekuletea mgeni mgeni ambaye aa, kwa utambulisho wake tu Uh, yeye ni padre nafaza Barnabas Ntulugu Mathias wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza. Yeye pia ni mwanafunzi wa shahada ya pili pale katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika fani ya usimamizi wa turati, Masters of Arts in Heritage Management. Yeye pia anahudumu na kuishi katika parokia ya Watakatifu Mashahidi wa Uganda, kanisa lililopo Magomeni hapa hapa jijini Dar es Salaam. Karibu Padre Barnabas Ntulugu nakushukuru sana ndugu James Rute, asante sana, sana. Uh, mimi na wafuatiliaji wangu hakika tunayo furaha sana kuona kwamba uh, ume, ume, umetenga muda umeitika mm-hmm. kukaa na sisi uh, kwa muda huu ili kuweza kujadili ni namna gani tunaweza tukaelekea ama katika kujifunza namna gani iliyo bora ya kumwelekea Mwenyezi Mungu. Uh, labda nikikupitisha tu uh, juu ya kile ambacho nimekusudia tuzungumze mimi na wewe leo mm -hmm. uh, katika kuwapa faida wafuatiliaji wangu ni kwamba ninataka tuzungumze uh, juu ya mitindo ya maisha lakini kuwakumbusha kwamba hapa tunapoishi sio mahala petu pa kudumu hapa tunapita tu, papo mahala ambapo tunapatikiwa kupapigania, kupaendea, kupafikia mm-hmm. ambako huko ndio makazi yetu ya kudumu.